Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo sasa hapa vimemeke headline ni kuhusiana na usajili mpya wa pale WCB. Tunafahamu kwamba tayari Diamond Platinumz ameishaweka wazi, ameweka bayana kuhusiana na issue ya yeye usajili wadau wapya au wasanii wapya katika rekodi lebo, lebo yake ya WCB Wasafi, kutokana na kwamba tayari kuna baadhi ya wasanii wameshajitoa katika rekodi lebo hiyo, jambo ambalo kwa namna moja au nyingine limeonekana wazi dhahiri shahiri kwamba tayari limepunguza potential ya record label hiyo. Hivyo basi, alitangaza kwamba atasaini wasanii wawili na kulikuwa tu na fununu za hapa na pale, ambapo hapo awali ilifahamika msanii msanii chipukizi anayefahamika kwa jina la Traizer ndiye ambaye amepata hiyo fursa ya kusainiwa katika record label hiyo. Hususan, hizo habari zilisambaa sana mara tu baada ya Diamond

moja kati ya vitu ambavyo labda akuwa awafahamu ni kwamba kuna wasanii wengi sana wamevilevile. Bwana Omi Dimples naye pia alikuwa chini ya TID, alikuwa pale. Okay, okay, okay, okay, okay. Yeah, yeah, bwana, okay, uh, really? Like, okay, e, kwa kwa kwa hiyo alikuwa kama kama pale katika bendi ya TID, baadaye ndo kaja akatoa ngoma na na mambo, akaja akawa huyo celebrity ambaye sasa hivi anafahamika kwa upande wa Bill Nas. Hapo chini huyo hapa ni msanii mwingine ambaye, huyo naye pia ni msanii mwingine tena wa TID, na yeye anasemekana kwamba yuko katika harakati au tetesi

vitu vingi, nimeuachia uongozi wangu kwa sababu kupitia ameniona niko chini aa o chininemea aliongea na uongozi wa TID mwenyewe na TID anafanya mazungumzo na Diamond karibia kwa hiyo basi nafikiri wakubwa wa kazi wanaendelea kule hendo hilo jambo okay. Ili ambaye ni msanii ambaye kwa sasa hivi yuko chini ya record label ya au yuko chini ya usimamizi. So kuna hizo fununo nyingine hapo zimefahamika kwamba huyu huenda akawa ni mmoja kati ya wasanii ambao watasaidia. Ameweka wazi amebainisha kwamba yanafanyika sasa, so, kwa kama